Uh -huh. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano mm -hmm. wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, yes. au kilicho chini duniani, uh -huh. au kilicho majini chini ya nchi. uh -huh. Usi, usijisujudie wala kuvitumikia, yes. kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, uh -huh. nawapatilizia wana waoku wa baba zao, uh -huh. hata kizazi cha tatu na cha uh -huh. nne cha wanichukiao. Yes kila bao kina inechukia ama makiondoa. Nami nawarehemu maelfu wanipendao, sikia na kuzishika mizana. Anasema kwamba nami nawarehemu, ninawarehemu maelfu wanipendao, wanipendao, wanaona unipenda. Kwa hiyo unakuto kwamba wanaona unipenda pale, unakuto kwamba anasema kwamba ukipenda Mungu kwamba ukimpenda okay, Mungu utashika sheria zake. Wakati Mungu ana, anatafuta vile ambao utampenda. Kwa hiyo wakati unampenda basi naye atakupenda. Kwa nini? Maana umeshika sheria zake. Alo, alo. Endelea. <laughs> Shika mtizamo. Usinitaje mule jina la kuana, msikia anasema kwamba usinitaje jina langu bule. Kwa hiyo unakuta una, una, kwamba kuna mtu ambao anasema kwamba anasema kwa mba anasema unatafuta vile mbao tagogwa, maana anasema kwamba zikuhesabia mkua nini, hauna hatia maana Bwana hata umesabia kuwa hana hatia. Yes. Kwa sababu ya una unaitaja bule, anahitaji tajwe akiwa na sababu. Unasema kwamba huyu vida mbao tunamwimbia anasema kwamba ninakuimbia. Kwa hiyo una unakuta anamraishwa wakati ambao anaimbiwa, unamtaja, unamwambia kwamba tunakupenda. Hivyo tu lakini uzisimutaji na kinywa chako ikiwa na uchawi. Usitaji njina la Mungu basi mdomo wako ukuwa na uchawi, bali inamaanisha kwamba wewe utakuwa na mimi. Inatia halo halo. Yes, kwa hivyo kuna vikina bao, wacha tuendelee. Ishike siku ya sabatu uitakasi, <laughs> kama Bwana Mungu wako walivyokuwa, Mungu. Yes, uishike siku ya sabatu. Kwa hiyo ini hamna bao Mungu alibatiana. Kwa hiyo wakati ambao iyo hamna bao alibatiana, bainakuaa ndio chanzo anakua ndio hati. Kwa hivyo wakati bao, bao, bao unaenda kutezea hati ya imani unakuta kwamba unaanza ku utateleza utateleza utateleza. Unakuta kwamba ukienda kwa nyumba, ndio ndio, unakuta kwamba njia ya imani unakuta kwamba inakuwa mtelezo, ya unakuta kwamba ukienda hivi unakuta unateleza, ndio unakuta kila kitu inakuonea. Kwa nini? maana unakuta kwamba unataja jina la Mungu bure a kuba unaenda, una unachesia hiyo jina. Na ndio anasema kwamba ebu rudi nyuma kidogo, mada ambayo anasema ni mstari wa kumi, mstari wa kumi: mimi na wanaimu maifu walipendao na kuzishika amri zangu, kwani kushika amri zake. Kwa hiyo wakati ambao unashika hiyo amri unakuta kwamba wewe unakuta kwamba miku yao yako anakusimamisha katika mwamba, ana anakutetea. Unakuta kwamba eh, anakushika kwa mkono wake alo endelea shike. siku ya saba siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Uhum. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala wanao wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala ng'ombe wako wala punda wako wala mnyama wako yeyote, wala mgeni aliye ndani ya malango yako, ili mtumwa wako na mjakazi wako wapumzike vile vile kama wewe Mm -hmm. Nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri. Mm -hmm. na ya kuwa Bwana Mungu wako aliyokutoa huko kwa mkono wenye nguvu mm -hmm. na mkono ulionyooshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako aka, akamuru uishike sabato. Basi uishike sabato, kwa hiyo inahitajika ishike sabato ya Mungu kwa hivyo wakati ambao unakosa kushika hiyo sabato, inamaanisha kwamba kuna mada ambao afuraishe Mungu, kuna mada ambao utaafuraishe Mungu no. Aha, endelea nao. Utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa, usirudie Endelea na mimi. Waheshimu baba yako, mama yako. Aha. Kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi nao upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna manda ambao tunateleza. Hebu urudia. Heshima baba yako na mama yako, na kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru tumeamulishwa unaona, tumeamulishwa ku, ku, kwa heshima. Kwa hivyo wakati ambao tunakosea heshima kwao, inamaanisha nini hapo abo, si ji yako mbele, siku zako zipate kuzidi, situ zako ziweze kuzidi. Kwa kwa hiyo unakuta kwamba tunakosa kuheshimu baba, baba na mama, unakuta kwamba tumepunguziwa eh, maisha ji wa imani hata kama tuko na imani kali, lakini akiniako kwamba kuna mala ambayo tumekosea, inahitajika uheshimu baba na mama kama we unataka kuishi maisha marefu. Um, kwa, kwa kitabu cha kwa ebe, kwa ebe, so inasema kwamba itakuwa eni kwako eh, zaje uweke tuna tunaendelea, usi usiweke kwa kwa weso weso, tuendelee hapo upate na upate kufanikiwa, na upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana eh uh -huh. upate kufanikiwa Kwa hiyo kuna kuna mahali ambayo baraka zetu zimefichwa katika kuheshimu basi Ah, <laughs> nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo <muchum> na Bwana ah. Mungu wako ah, ninataka ah, ah. Hapo hiyo mstari Okay. Waheshimu uh, baba yako uh, na mama yako uh, kama Bwana Mungu hapo aliko kwa muunu uh, siku zako zipate kuzidi. Kwa hiyo unakaa kwamba unakuakwamba tunavukuza maisha yetu wakati ambao mama anakwambia kwamba usibitie hii, anasema kwamba usikuje usiku na wewe unakuja usiku yeye amesema, aha, sikia, amesema tu kama ba mama, kama baba anakwambia kwamba ninataka uingie saa kumi na mbili kama kuku <laughs> wewe, una- unasema kwamba hapana, mimi ninakuja saa, saa tatu. Ujuuya kwamba basi umeanza kujibuguzia maisha. Sikizana na nani? Sikizana na mshitaki wako kabla nini? Maana ikikosa uk utatoa yote mpaka the last cent. Kwa hiyo nasema kwamba sikizana na mzazi wako kabla mambo haijaalilika ukikosa okay, kusikizana naye, basi maisha yako itatukuzwa tu. Alo, wacha vitu vingine. Unakuta kwamba tunaona kama ni, ni kawaida, si kawaida kwamba uh, kawaida unakuta kwamba uh, imefika mahala ambapo uh, jusi tuizango nikiubida hamoichi

Kwa hiyo unakuta kwamba ati iji upate kuishi siku nyingi na upate kufanikiwa katika hinji upewayo kwayo. Unakuta kuna hinji ambayo unapatiwa kwayo. Unakuta kwamba unaishi ma, maisha mema katika hinji hii si yako. Unakuta kwamba ni kama Una, una, inaitwa unanyazwa lani na, uh -huh. Unaishi unabanikiwa katika hiji ambayo Mungu anakubatia, si ya kwamba unyanyazwa. Hapana, si kunyangazwa kwa kazi ile ambayo unaifanya kwa, kwa mikono yako usaii kunyanyazwa. Kwa nini? Mana umeshika sheria ukishika okay, hiyo sheria Mungu anakupatia kibali ukapendwe, unapendwa na wale um, ambao yani wajili wako. <laughs> na watu wengi unakuta kwamba wanasema kwamba tunataka wa, wanasema kwamba tunaenda tunatafuta nini basi, wanaenda mpaka huko, lakini wanapata kazi kuliko na wengine ambao wako Kenya. Okay. Ah. <laughs> Rafiki yangu, rafiki yangu nitu tukiongea kwa simu ananiambia kwamba anakulia kwa ndani, anakunywa chai akiwa kwa ndani uh, kwa nini aupati nafasi ya ku kwenda lunch. Anakulia asichelewa na, na kazi, lakini hapa unapatiwa one hour Ah! Unapatiwa, wana hawa. Ni kweli ama si kweli? Mm. Eh, wewe unakuta kwa hata una kama ulikuwa na kosingiti tunaenda kulala na usimbo, waamuke na ukule. <coughs> <coughs> Ah, na unasema kwa baba ati naenda kutafuta pasta. Pasta inapatikana wakati ambao una stima vile ambao baba anataka. Only that. Una kutoka Kenya unaweza kuishi maisha mema kuliko, ah, kabisa. Kwa nini unasikia una tii neno la Mungu. Okay. Upatikiwe <laughs> katika nje, <laughs> unaweza utafanikiwa utaaa ukishika hiyo sheria endelea e hiyo mm, ndio moyo wa imani. Unakuta kwamba ukishika uki, uki ukishika hiyo sheria, nakwambia kwamba utaweza kuamulisha, maana shetani anajua kwamba aujafanya haya kwa, kwa nini, unakuta kwa nini unaacho una ukiwa na nini chaka Unaacha, na uweze kuambia mtu akiwa na chaka, ukiwa na chaka apone. Anasema kwamba usizime yoyote, ndio Mungu anaongea, anasema anaongea, anasema kwamba wala usimshudie jirani yako uongo, uh -huh. Wala usitamani mke wa jirani yako uh -huh. Wala usitamani nyumba ya jirani yako uh -huh. Wala shamba lake uh -huh. Wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala kitu chochote ki alicho nacho jirani yako. Basi kwa hivyo hata kama inapika maana ambao tunasema tuna, sepa, tuna tuna mumbili mumbili tuna umbili, tunasema kwamba tunaombea mtu lakini baada kumwombea, ujua kwamba eh, kama nimeona ni, ni, ni me, ni nimeona nimetamani eh, ni mke wa mtu ujua kwamba Mungu hana fulana mimi. Hata kama nitakuwa na imani kiasi gani, hata kama nitaamulisha nita milima yep ataweza, uh, kwa ivana hiyo, kwa sababu ya nini? Kwa neno lake, lakini hana fulana mimi. Kuna kitu tunaelewana, tuna kwa hiyo unakutokoba ili uweze kuwa na moyo wa imani.

Unakuwa kwanza usikilize, usikie na usikilize, usikie na usikilize. Hapo ndio nazema kwamba katika 28 inasema kwamba inasema sikia, utakao sikia Ninataka itakuwa ya mwisho kwanza itakuwa hili itakuwa utakaposikia sauti, utakaposikia. Kwa hiyo unakuta kwamba hiyo hali ya kusikia, kwa hiyo unakuta kwamba kuna kuna kwa hiyo ni kusikiliza na kusikia. Kusikia unakuta una kama unaweza, na watu wengi wako katika ardhi wanavusa un, un, vitu unapatiwa maneno na Mungu unavusa. Wengi wamevuza na baada ya kuvuza basi unakuta kwamba maisha yao haitakuwa haitakuwa sawa. Ha, anasema nini? Atakusikia sauti ya Bwana Mungu wako uh -huh. kwa bidii kwa bidii. Kwa hiyo nakwambia usikie na usikilize tena na tena tena, utunze uh -huh. kuyafanya maagizo yake yote na utunze kupanda ndani na kutoka. Kwa hiyo kutii uh -huh. ni kuagizayo leo ndipo mm -hmm. Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya duniani na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata, usikia kwa sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo ukosikie, anaendelea na kusema kwa kuisikia tena. Kwa hiyo tuondoke hapo twende sabuni. Kwa hiyo unakuta kwamba kila ambao kiko na haja bado, unakuta kwamba ni moyo wa imani na yi moyo wa imani, unakuta kwamba kana, unakuta kwamba kana na, wakati ambao kana pambwe hivyo unakota kwamba naye Mungu anafurahia. Kwa hiyo wakati ambao wewe mwenyewe unakosa kufurahisha Mungu, hata wewe mwenyewe unajua ndiyo. Ah, anasema nini? Anasema kwamba nitaziandika tena kwa nia na moyo, au ni hizi sote sitaziandika tena kwa mawe badi nitaziandikwa kwa nia na moyo. Kwa hiyo hata kama unasikia una, una, kwa kwamba nataka kupanda lakini nakutwa kwamba unaondoka unaondoka, hata wewe mwenyewe unachia kwamba una, hondoka. una, hondoka. We, we, we, una, kwamba, una afurahi Mungu hata we mwenyewe unajua kwamba uko kanisani, sikia, uko kanisani. Baada kuwa kanisani, unajua kwamba kutoka hapa unatenda dhambi, umeambiwa, lakini unatenda dhambi, unajua kwamba basi, hata we mwenyewe unajutia kwamba hii si sawa.

akuzugulikia, hkuzughulikia hie maana, ukitaka kualimu naye, Mungu atakwambia aa, nikusaidie waliu. Kwa hiyo ili ufurahishe Mungu, basi Mungu anakufurahia wakati ambao nafurahisha yeye kwa imani, unamwambia kwamba ninajua, unajua. Wakati ambao nilikuwa naoa, wacha nikwambie, wakati ambao nilikuwa naoa, nilikuwa nasikia niko sawa, baadhi baadhi nilikuwa nasikia niko sawa. Na wewe unastali kwa sawa aje? Eh, e, niliambiwa niliambiwa niliambiwa nani? Niliambiwa pastor, nikamwambia kwamba ninajua, najua eh, hata nikienda naye usiku sitatenda dhambi, maana ninajua kwamba ninataka kufanya adusi takatifu. Hata tukilala tuki tukiomba, mimi sina sina shida. Na wewe unastahili kuwa sawa katika pande hii ya kwamba hata kama unataka unataka, uh, uh, uh, uh, kuolewa unasema unasema kuwa niko sawa, siwezi pande hii, siweziu kosi uh, sitaki kusema toko pamoja

yako ii hii ni yako, hata eh, kama uko umwambia na njaa umwambia kwa basi. Halo, kuna watu ambao wakiingia kwa ingia, kwa ingia mahala ambao kuna chakula wanaangukia hapo, hata kama wameshiba, hata kama wameshiba lakini unakuta kwamba wameona inakuwa kama nyama, na, ina, ukiona nyama unaanza kumwaga mate. Lakini kuona nyama unaanza kumwaga mate, hata kama ulikuwa umekula unasikia njaa hiyo ninajua haikowaki. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna unakuta ambao unaka inaweza kuwaka kama jaribu. Mungu haona kwamba kama we umechaka koma katika imani, moyo wa imani iko kiko ndani yako. Kwa hiyo unakuta kwamba unaweza kusema kwa hii sitaki sitaki. Kuna mtu ambao akiona chips na naujua kwamba anaweza kwa kukwenda k kwa kwengine ya chips za kuu, na kuna wengi ambao wameanguka kwa sababu ya chips na kuu halo.

Chakula kutoka hapo umekuta ile ambayo nyama ya kwanza unaweka yote kwa sahani, okay. Unasikia ya kwamba urudishe, unaweka mlima kwa sahani moja